Karibuni chatu hii Boss Nyaw online TV leo ni, ma, ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali ndugu mbali, yangu kama heading anavyozungumza, dawa ya kuondoa tatizo la kuweweseka. Ikiwa e una mwanao anaweweseka ama kutafuna meno, basi ni vizuri ukatafuta mm, miti hii majani yake kivumbasi na mpule lakini unapokuwa unakwenda kuchuma chukua sadaka ya mchele eh. Ukifika pale kwenye kivumbasi, utasema: ewe kivumbasi, umwondosha maradhi, umwondoa hasini, umwondoa matatizo ya kuweweseka, pindipo unapochukua majani wewe, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, iende kamwondokee hali ya kuweweseka mwanangu. Vizuri, soma alhamdu mara saba. Yani, alhamdulillahi rabbil alamin isuwa mara saba. Ukimaliza hapo, nenda kwenye mtule. Ukifika kwenye mtule, utasema ewe mtule, mtuliza hali, muondoa maradhi, muondoa matatizo e, ya kuweweseka, pindipo nitapomkoshea mwanangu majani haya, basi hali ya kuweweseka mwanangu imuondokee. Chukua majani yale ya mtuli utachanganya na kivumbasi. Ukishafika nyumbani, chukua ndoo yako ya maji, lakini ni vizuri utafute na ndimu eh, ndimu utafute saba mara mbili, yani kumi na nne, na majani haya utachuma kwa kila siku zitimie siku saba. Chukua ndoo yako ya maji, chukua ndimu moja, kamulia kwenye ndoo ya maji Chukua majani saba ya huku na huku, kamulia kwenye maji na kusudia. Ushaatwanga unatia ndani ya maji, chukua maji kwenye kikombe, yale maji eka mdomoni, soma alamtara mara tatu, Swatul falak mara tatu, Swatul ahad mara tatu, kula mabinas mara tatu. Maji hayo utachanganyia na ile dawa, dawa zote zile pale utamkogesha asubuhi na jioni, utafanya hivyo hivyo. Chukua ndimu moja, chukua na yale majani saba huku saba huku, utamkogesha yeye. Mwenyezi Mungu umjalie mwanangu huyu hali ya kuweweseka na kutafuna meno imwondokei, yani imwondokei hali ya kuweweseka na kutafuna meno. Zoezi hili fanya asubuhi, zoezi hili fanya na jioni muda wa siku saba inshallah, kwa rehema za Mwenyezi Mungu. E, basi hali itamwondokea, hmm. Hii ni dawa ni mujarab kwa kuondoa hali ya kuweweseka. Hii hata kwenye husda vile vilevile inaondosha hata ikiwa watoto wamehusudika, basi hii pia inaondosha husda. kwa hiyo unaweza ukamkogeshea baadaye ukamtia maji tuna sabuni haina shida yoyote, lakini mwanzo kogeshea hizo dawa lakini vilevile usimkogeshe chooni, kwa sababu hapo tayari ameshasoma Qurani. Kwa hiyo eh, sio vyema ukatumia sehemu ilikuwa siyo safi. Inshallah tuone katika video nyingine hii. Hii ndio channel yetu Boss Nyaw Online TV, tafadhali subscribe na ku like na kushare, ili uwe mwana familia wa Boss Nyaw Online TV. Ikiwa una maoni shida mbalimbali, nitafute kwenye namba za na mwalimu vilevile. Ikiwa una una imekugusa hili somo comment drop this video. Asante, yes.